Hili swala la uwanja nimependa, tumefundishwa adabu ya mchezo sabangu, eh, adabu, eh, adabu ya, ya mchezo ama adabu ya maamuzi. Unajua ili jambo walilifahamu viongozi eh, muda mrefu sana, kwamba huu mchezo mkondo wa pili uta, utapigwa eh, amani sijui eh? utapigwa Eh, kitapigwa tapigwa sio jua kitapigwa kitapigwa amani apl aman uh -huh. Na walivyojua hicho kitu, lakini wakataka kuleta zile mambo yetu kama tunavyofanya zile, kwamba kila sehemu tunaonewa unajua, kuna kocha je, kuna, kuna, kuna sheria sisi tunaamini kwenye sheria kama ni uonevu uonevu yeah. sababu ni tabia ambayo tumeijenga katika ligi yetu na, na watu wakisimama hivyo kwenye uonevu mara nyingi wa watu wanaingilia kati sasa walishajua siku nyingi ni taarifa wakataka kusia katika jambo la uonevu mm -hmm. kuonesha kama viongozi wamefanya kazi ziada ya kupambana lakini imeshindikana. Hebu acha huu ni upumbavu, mi nauita eti jambo la <laughs> kisheria. nimeandikiwa barua tarehe kumi na nne kabisa, nimekuja bana, jamani, kutokana na hali hii uwanja hautatumika. Benjamin Mkapa tutumika amani, akatakatna kutuonyesha kwamba labda viongozi vimepambana, na kweli ukiangalia viongozi wetu vimepambana kweli, kupambana kwenye sheria vituingine eh, twache tusiasa ambayo hazina mpango wote kufanya mambo mazito, wakati ikuwata jamani, mechi ya marudiano ni professional kabisa, itafanyika dimba la Amani, watu wajiandae kiakili, kila kitu hivaendaa t mechi wa Amani jamani, taswali kwa nini utaki uwanja Amani nde uwanja tuna bahati nao, nikaambia uwanja upe wenye bahati nao Benjamin Mkapa, nikaambia okay, let's go to the cechocha msimu. Nikaambia wewe unachosema uwanja una bahati nao kwa sababu gani? kwa sababu hamkufunga magoli mengi sindio? nach mm. Nikaambia msimu huu nitajie kwenye kombe la shirikisho lini simba kashinda goli tatu?